Kwa majina naitwa Hadija Haji Muhammad, natokea shehia ya Pangawe, ni mjasiriamali na biashara ndogo ndogo. Tunamkaribisha rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, tunamwahidi kuwa naye pamoja, tutamsikiliza sera zake na tutampa mashirikiano inshallah. Natamani aje tumuone, tumsikilize na atuahidi sisi wafanyakazi, wafanya biashara ndogo ndogo. Kutuinua zaidi katika vikundi vya kinamama wanawake na wajasiriamali kiujumla. Vile vile, mimi ni CHW. Tunamshukuru kwa haba tulipofikia, ametuwezesha, ametunyanyua tofauti na CHW wa mwanzo, na tumepewa kipaumbele na sasa hivi tupo chuoni, tunaongeza ujuzi. Tunamshukuru kwa hilo, furaha yangu anayo, tunapa mashirikiano mitano tena Oktoba tunatiki.